Wewe nini? Mbona unanivunjia unanivunjia kioo ya gari ni, unataka nini bro? Nini mimi? Ah, e, ni brother yako 15 bob Jo. 15 bob ya. Hata kuguzaguza nini, unataka kuiba nini yangu hapa? Unataka tumbo nini? Tumbo? niko na tumbo yako nini? Wewe umesikia huku ni mali ya kusaidiwa, sindio? Wewe babako na... akifanya kazi, mimi nikufanya kazi babako alikuwa anafanya nini? Wewe ni tajiri wewe. Tajiri, tajiri, ni tajiri mimi natafutia wewe, sindio, kijana. Mimi natafutia wewe, sindio? Wewe nini? Kijana. Mimi natafutia wewe, sindio? Ha? Kwamba no, tu hivyo itanisaidia tu Un, mimi. Unataka nini? Kwanza unajua mimi hata sijakuelewa. Unaitwa nani? Umetoka wapi? Unataka nini? Unafanya kazi wapi? Unataka nini? Maskini mnabehave aje. Si unakuja na introduce. Maskini mnabehave aje kama mafala. Unatakaje? Unisaidie tu kwa 15 yako tu itaniokolea tumbo yangu. Alafu 15 bob? 15 bob shillings ama dollars? 15 shilling tu. Sasa hiyo utanunua nini 15 bob? Ama unataka kwenda kuniroga? Si ndio umetumwa niroge, si ndio umetumwa uniombe pesa uniroge, si ndio? Itanisaidia tu sana, nasikia njaa tangu jana. Kwani kwenyu ni wapi Kwetu yeah. Kwetu nilipotea mimi so, nilibebwa nikae kwa huku. So naishi wapi? Naishi tu huku tu nazunguka zunguka tu huku nazunguka, zunguka so yeah. Ma, na mama wako na wazazi wako wapi? Waliachwa huko Kariobangi huko, na si uende huko, sijui njia mimi so. Unatakaje? unisaidie tu, hivyo tu 15 mimi, bob. Yeah. na mtu akiweza kuwa na 20 utaita niokolea. Bado uko na change ya dhao kumi hapo nikupe? Eh, uko na change ya dhao kumi? Ah, si dhao kumi ni mingi. Nauliza uko na change, change. Sasa utakusaidia aje, una change, una kitu utakusaidia aje sasa na 15 bob. Sasa mimi unadhania natembea mi na makoins hapa so umeona mimi ukuja uniombe 15 bob na gari. Mimi natembea na makoins hapa uh, si. e. Maybe ungekuwa nayo. Sina 15 bob hapa, kama uko na change, enda tafuta change ya dhao kumi kuja nikupe sawa so. Kada, hata chenja dha yeah, ukumi kuja nikupewa 15 bob yako, toka hapa. Okay, can we... toka inside.